Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, ninakwenda kuandalia makao ili nikija niwachukue mpate kuwapo nilipo nami. Uwakaribishe marehemu walioaga dunia katika makao ya milele. E Bwana, uwatulize marehemu walioteswa na kuhuzunishwa katika bonde la machozi la hapa duniani. E Bwana, uwapokee katika makao ya milele marehemu kuzo kwao na katika nchi zao na kusahauliwa na ndugu na jamaa zao. E Bwana, uwakusanye watoto wote walionyimwa maisha duniani na kuuawa katika utoaji mimba. E Bwana, uamshe ndani yetu sisi tulio bado hai duniani matumaini ya kukaribishwa nawe mbinguni. E Bwana, utusaidie kupokea kifo kama sehemu ya maisha yetu. E Bwana. E Baba, Bwana wa makao ya milele, tunakuletea maombi yetu yote kwa ajili ya hawa marehemu, kwa njia ya mwanao Yesu Kristo Bwana wetu. Salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Bwana, ee sadaka aulimago wasi bana uuwauala na mamanayetsuii na ya kanisa oyote takatifu. Bwana tunakuomba uitazame kwa wema dhabihu tunayokutolea kwa ajili ya watumishi wako marehemu, nao uliwajalia heshima ya imani yake. Kristo wajalie pia tuzo yake. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu wetu Bwana <todic> we nanyi awe na oninwao. Inueni mioyo, tumeigula kwa Bwana. Tumshukuru bwana mungu wetu. Ni vema ni kweli, ni vema na haki, tendo la kufaa na la kuleta wokovu, tukushukuru wewe daima na popote, E Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo bwana wetu yeye ndiye yule mmoja aliyepokea mauti ili sisi sote tusije tukafa. Ila mmoja tu alikubali kufa kusudi sote tupate kuishi kwa ajili yako milele. Kwa hiyo, sisi pamoja na malaika wa mbinguni tunagusifu tukiungama kwa furaha Bwana kweli huu mtakatifu na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki, maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo na kwa uwezo utendaji wa Roho Mtakatifu unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala uachi kuwakusanya watu kwako, ili toka mawio ya jua hata machweo yake dhabihu safi itolewe kwa jina lako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 Vivyo hivyo baada ya kula, akitwaa kikombe na kukushukuru, alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya gano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi wa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani.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 ambayo ulitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake, tujalie sisi na sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao na kujazwa na Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na roho mmoja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka ya timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri mama wa Mungu na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira, na mitume wako wenye heri na mashahidi wako watukufu na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zako. Tunakuomba, E Bwana, huyu aliye kafara na upatanisho wetu alete amani na wokovu duniani kote upende kuliimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako baba mtakatifu wetu Leo wa kumi na nne na askofu wetu mkuu Yuda Tadeu Ruwa'ichi, askofu msaidizi Henry Mchamungu, pamoja na maaskofu wote wa klero wote na watu wote unaowafanya kuwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii ulioita hapa mbele yako. E Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako wakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Wakumbuke watumishi wako waliowawa katika wiki ya uchaguzi. Ujalie kwamba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 njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unaujalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele Amina. Baba yetu uliye mbinguni Bwana, tunakuomba utopoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tupolee daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa mwokozi wetu Yesu Kristo wow. Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, na waachieni amani na wapeni amani yangu. Usizitazame dhambi zetu, ila ione imani ya kanisa lako, upende kulijalia amani na umoja kama alivyo mapenzi yako. Unayeishi na kutawala milele na milele amina. Amani ya Bwana iwe daima nanyi.

Tazameni huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za ulimwengu. Vyao wanaoalikwa kwenye karamu ya Bwana. Mwili na damu ya Kristo tulinde tufike uzima wa milele.